Oye, wananchi wenzangu wa Qutesh, mimi ni wapongeze. Tuko tunatoka kule tunaingia hapa kwenye gari mwetu, tukaanza kusema hii ndio Qutesh tunaohitaji, ndio Tanzania ya kijani inayohitajika hii hapa, kwa sababu tumefika tu tunaona utunzaji wa mazingira umeshaanza. Hongereni sana, lakini wenzangu wamesema mengi. Mheshimiwa DC ameniagiza niseme neno moja tu, anawapenda sana Neno moja la msingi sana kwenu. Mheshimiwa Rais ametuletea miundombinu ya maji. Na sisi leo tumeacha shughuli zetu maeneo yote mengine tumekuja kupanda miti hapa Qutesh. Tunahitaji utunzaji wa chanzo hiki kama ambavyo mmeanza, lakini pia utunzaji wa miundombinu yetu pia ya maji ikiwemo mabomba na vitu vyote vinavyohusiana na maji yetu. Sina shaka kwenye eneo hilo lazima tukumbushane. Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, mwenyekiti wa kamati ya usalama ambaye ni veo kwenye kijiji cha Measkron hapa eh, mwenyekiti wa kamati ya usalama hapa, ambaye ni veo hapa, kwa maana mtendaji wa kijiji utashirikiana kamati yako ya usalama, mwenyekiti wa kamati ya usalama ya kata, mtashirikiana kamati yenu ya usalama, lakini pia tuna kamati mbalimbali ya mazingira, si ndivyo? Wapendwa, tuhakikishe chanzo chetu kinaendelea kubaki salama safi na chenye kuleta tija kwa wananchi wenzetu. Haitakuwa jambo jema leo tunapanda miti tukiazimisha miaka sitini na moja ya Muungano wa Tanzania, baada ya wiki mbili au mwezi au mwaka tunatembelea chanzo hiki, miti tuliyoipanda tunaona imefanya nini, imekauka. Haitakuwa jambo zuri. Mheshimiwa Rais ametuheshimisha na sisi tumpe heshima kubwa kwa kuhakikisha vyanzo vya maji tunavitunza vizuri, miundo mbinu yetu tunaitunza vizuri. Hii sisi kama TFS wilaya Hanang', kazi zetu tunazo nyingi, lakini kazi kubwa sana ambayo tunaifanya ni ya kuotesha miche kwa ajili ya kuisambaza kwa watu na miche tulinayoiotesha pale kwetu e, tuna target ya miche laki moja kila mwaka, na hiyo miche tunaitoa bure, hatuuzi mche na tunataka watu kama eh, viongozi wetu wanavyoeleza kwamba tunataka Hanang' ni kijani na kweli tunahakikisha kwamba itakuwa kijani. Aa, uh, sasa hivi leo tumepanda miti hapa sabini na sita kulingana na eneo lilivyo, lakini miti itakayobaki mia moja na ishirini na hmm, na nne tutaigawa kwa wananchi ikapandwe. E, hilo ni moja ya pili. Ni kwamba tumepanda miti hapa inatakiwa tuilinde, eneo linavyoonekana hili liko wazi sana, kunaweza kawa na mbuzi, ng'ombe kwa hiyo tunaomba sana sana sana, na tumeipanda makusudi kabisa kwa sababu ya hiki kisima hapa. Kisima kilindwe kwa ajili ya, ya maji yake sipotee hapo chini na pia asichemke hapo juu. Hizo ndizo objectives zetu hapo kwa leo. Uh, sasa hii miti tutakayoipeleka, uh, nyumbani, tuhakikishe tunaipanda kwa sababu kama tulivu, nilivu, awali nilivyosema kwamba tunataka Hanang' ni ya kijani, iwe ya kijani, kijani kweli.